Mvutano mpya umeibuka rasmi katika juhudi za kufikia amani huko Gaza baada ya Israeli kushutumiwa kwa kuvuruga mpango wa kusitisha vita huku ikiendelea kufanya mashambulizi ya anga licha ya makubaliano ya awali kutangazwa. Mapema Ijumaa, kundi la Hamasi lilikuwa limetoa tamko kali, ikimtuhumu waziri mkuu wa Israel ndugu Benjamin Netanyahu kwa nukuu anasema kujaribu kuhujumu juhudi za wapatanishi kumaliza vita. Tamko hilo lilitolewa na saa chache baada ya ndege ya kivita ya Israel kushambulia mji wa Khan Younis kusini mwa Gaza. Huko mashambulizi ya mizinga yakiripotiwa katika eneo la Nusairat katika katikati mwa ukanda wa Gaza karibu na eneo la kwa mujibu wa ripoti ya Arabaya, Ara, Arabia, mashambulizi hayo ambayo yametokea huku makabiliano ya kirindima licha tangazo la kusitisha mapigano lilitolewa mapema siku hiyo. Jeshi la IDF lilitangaza kwamba askari wake mmoja amefariki dunia baada ya kupigwa risasi karibu na kumbi ama kambi ya wakimbizi ya Shati. Tukio hilo limezoa maswali kuhusu uaminifu wa Israeli katika utekelezaji wa makubaliano mapya ya amani yaliyopitishwa rasmi na serikali ya nchi hiyo asubuhi ya Ijumaa. Makubaliano hayo yalipitishwa chini ya usimamizi wa Marekani yakilenga kusitisha mapigano ndani ya saa ishirini na nne na kuhakikisha kutolewa kwa mateka wa Israeli walioko Gaza ndani ya saa sabini na mbili. Kwa mujibu wa shirika la Reuters, hatua hiyo ni sehemu ya awamu ya kwanza wa mpango wa rais wa Marekani Donald Trump wenye vipengele ishirini ambao unalenga kumaliza vita vya Gaza vilivyodumu kwa miaka miwili. Mchakato huo wa amani uliharifiwa kupata mafanikio makubwa mjini Sham el Sheikh, Misri, ambako mazungumzo yasiyo ya, ya moja kwa moja kati ya Israel na Hamas yalifanyika chini ya usimamizi wa wapatanishi wa Kiarabu na kimataifa. Mazungumzo hayo yalifanyika siku moja tu baada ya kumbukumbu ya mwaka wa pili tangu mashambulio ya Oktoba saba elfu mbili na ishirini na tatu ambayo yalichochea vita iliyoharibu maisha ya maelfu ya watu wa raia huko Gaza. Hata hivyo, mashambulizi ya Israel yaliyoendelea yamezua hofu kwamba mchakato wa amani unaweza kuvunjika kabla hata haujaanza kikamilifu. Wachambuzi wa masuala ya kis, kisiasa ya Mashariki ya Kati wanasema hatua hizo zinaashiria mchezo wa nguvu na siasa za ndani za Israel ambazo Netanyahu anakabiliwa na shinikizo kubwa kutoka kwa wanajeshi wake na wapinzani wa kisiasa wanaopinga makubaliano na Hamas. Kwa sasa macho yote yameelekezwa Gaza, dunia ikisubiri kuona kama makubaliano haya ya kihistoria yatatekelezwa na kama vita hii ya miaka miwili itaingia sura nyingine ya umwagaji damu. Unip, uh, nadhani hili ni moja ya jambo bora sana ambalo sasa hivi na linabakiza michoni mwa watu kwamba je, makubaliano haya yanaweza kufikiwa rasmi au ni picha tu ambayo inachorwa, labda kuna kitu kinataka kufikiwa, lakini tunaona Israel, anaendelea kushambulia tena, ijapokuwa makubaliano ya awali yaliweza kufikiwa.